Karibu. Habari za nyumbani. Swali namba ngapi? Naendelea kusikiliza mchakato, yaani ni kipindi kizuri. Swali namba 4. Tuambie ni chombo gani ambacho kinatumika kuonesha. Najua ndugu yangu mimi na shida. Ngoja nikusikilize vizuri ukaambie uri niki mimi na shida kidogo, nikopeshe hata pesa kidogo. Ewa. Ewa. Ndugu yangu, chesi ndo kufasha chichose hira ukaba wemeye hari hikaze yo kuza gukora, ukaba wemeye tuze kuyikora hamwe iri turonka mahera, ukaba wemeye ni kazi simple yani ifupi tu. lakini sasa ni kazi ya wizi. Kazi gani tena? Ndakwambia ni kazi ya wizi. ndugu yangu utaki ni kazi nzuri ya, ni kazi nzuri ya wizi. Unapata hela nyingi, ila kukukopesha hela. Maana mi mwenyewe hela nazipata kwenye wizi, ila niseme ni kukopesha. Kapenda kona kuongokea na ndo bandipo na buhenda kabisa, umwana umwana wiki kongwe ndo hipo sasa. Mi hiyo kazi nitaiweza kweli? We subiri, ni kuonyesha kitu kimoja. Subiri subiri, ni kuonyesha kitu kimoja hey.

kuumwiko unafika hadi huku. We tulia huko, hapo karibu tu. Sasa kuruga yote haya, shika uangalie <tune>